Mazishi ya kijana Michael Rambau aliyedaiwa kujinyonga ndani ya kituo cha polisi kati kule Moshi mjini akiwa mabusu ya zua utata, ni baada ya vijana wenzake aliyokuwa akifanya nao kazi ya bodaboda kuyaweka maziko haya mikononi mwao, huku akidai na kuhoji mambo kadhaa

Vurugu ilianza barabarani, mwili ukipelekwa nyumbani. Gari iliyokuwa imebeba mwili iliwekwa chini ya ulinzi wa vijana hao wa bodaboda na bajaji, wakaupitisha mwili katika ruti walizopenda wao, huku mitaa ya Rau na KCMC Moshi pengine walifunga barabara na kupiga mayowe wakimlilia mwenzao na walipofika eneo la Hamans KCMC, umbali wa takribani kilomita moja na nusu ili kufika nyumbani alipozikwa Michael, waliziba barabara na kulitoa jeneza lililokuwa na mwili na kisha kulibeba wakitembea na miguu mpaka nyumbani. Walipofika nyumbani walianza kwa kumuulizia baba mdogo wa Michael ambaye anadaiwa ndiye aliyetofautianaga na kijana huyo na kumpeleka polisi ambaye hakuonekana kwenye maziko hayo. Vilevile vijana walisema kijana mwenzao Michael hazikwi mpaka kielezwe chanzo hasa cha kilichomuua, na kama unakumbuka taarifa toka polisi zilisema Michael Alijinyonga na mkanda akiwa mahabusu sentro. Mivutano kadhaa iliendelea nyumbani hapo, vijana wakiwa wakali, huku wakitishia kuupeleka mwili kituo cha polisi alipojinyongea, kitendo ambacho kilisababisha baba padri aliyekuwa msibani hapo kwa ajili ya kufanya misa kuondoka kwa hofu. Mseto Media tulifunga safari toka jijini Dar es Salaam mpaka Moshi Rau kushuhudia kupumzishwa kwa kijana huyo Michael aliyefariki kifo chenye maswali mengi. Baki na mimi mpaka mwisho ili kupata taarifa yote ya maziko ya Michael. Lakini kikubwa hakikisha umebonyeza maneno subscribe kisha alama ya kengele ili usikose taarifa zetu nyingine nzito. Msafara uliokuwa umebeba mwili wa Michael uliongozwa na kundi kubwa sana la bodaboda likiwa mbele kisha bajaji na magari nyuma, huku vijana wakipiga mayowe tokea hospitali mpaka nyumbani. Baada ya kutoka kuchukua mwili hospitalini, walipita barabara ya Rau, madukani. Walipofika karibu na Rau, bodaboda wote walishuka kwenye pikipiki zao na kuanza kutembea kwa miguu, huku wakikokota pikipiki zao wakivuta resi na kupiga mayowe barabarani. Kitendo kilichochukuliwa na wengi ni watu wenye uchungu dhidi ya kifo cha kijana mwenzao Michael. Vijana hao rafiki na bodaboda wenzake na Michael walikatisha barabara ya Rau KCMC kisha wakapita KCMC maduka ya juu, wakashuka njia panda na kukatiza KCMC Hamans, ambapo ndipo walipotoa jeneza kwenye gari, baada ya sintofahamu na matukio kadhaa kutokea nyumbani, vijana wakitaka kujua sababu ya kifo cha Michael wakimuulizia baba mdogo na kadhalika. Hali ya kutoweka kwa amani ilianza onekana ghafla, ndipo jeshi la polisi lilipojitokeza kwa magari kadhaa na kuingilia kati kwa kutawanya vijana, na ndipo maziko yalipoweza kufanyika. Michael Rambau amezikwa rau madukani, mtaa wa Kariwa ambapo kifo chake kinadaiwa kutokana na kujinyonga akiwa ndani ya kituo cha polisi Moshi Central alipokuwa akishikiliwa na tuhuma za kumshambulia baba yake mdogo kwa mabapa ya panga. Kifo hiki kimeacha maswali kadhaa kwa jamii hasa wakazi wa Moshi. Amejinyonga vipi kwa mkanda kituo cha polisi ikiwa watuhumiwa hawaingii na kitu? Je, mabusu hiyo ilikuwa haina watuhumiwa wengine na kadhalika? Mtazamaji wa Mseto Media, hayo ndiyo maziko ya Michael Rambau yaliyofanyika Moshirau kariwa ambayo yaliibua masakata kadhaa. Sisi tunaomba Mwenyezi Mungu amlaze pema peponi, lakini na wewe waweza andika neno lolote hapa chini. Endelea kukaa karibu na Mseto Media kwa taarifa zaidi.